Mtazamaji karibu. Njoki Shege yuko pamoja nami anatumia lugha ya ishara. Mwanaharakati Boniface Mwangi ameelezea namna alivyoteswa kabla ya kutupwa katika kituo cha Horohoro mpakani mwa Kenya na Tanzania, siku nne baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama nchini Tanzania. Mwangi aliachiliwa baada ya vuta nikuvute huku wizara ya mashauri ya kigeni ya Kenya ikisema Tanzania ilikuwa imekataa kumwachilia raia wake kinyume cha sheria za kanda hili la kimataifa. Emmanuel Toro anaarifu. Video hii ya mwanagenzi iliyorekodiwa mwendo wa alfajiri siku mwana ya Alhamisi inaonyesha mwanaharakati Boniface Mwangi akisaidiwa kutembea dakika chache tu baada ya kutupwa katika eneo la Horohoro mpakani mwa Kenya na Tanzania. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mwangi akisafirishwa hadi Mombasa alipopata matibabu na baadaye kuabiri ndege kuletwa Nairobi kwa matibabu maalum. Mwanaharakati huyo akieleza baadhi aliyomsibu mikononi mwa maafisa wa usalama wa Tanzania. Lungalunga. Mwangi aliyechukuliwa kutoka hoteli moja jijini Dar es Salaam, Tanzania akisema aliponea kifo chupu chupu. So so, Tanzania bado hawajasema wamefanya dhambi gani hata kushikwa kuwekwa ndani na kupigwa na kukaa siku tatu, amefungwa neneo uso uh, na pingu, anakwenda choni uh, hivyo hivyo. we have told them that we will expect nothing short of criminal charges and those officers to be arraigned in a court of law. Hapo awali maafisa wa usalama walishika doria katika makao makuu ya ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi, wanaharakati waliopanga maandamano yao kutaka Mwangi kuachiliwa wakiahirisha shughuli hiyo kabla ya kwa kuachiliwa kwake. Kenya ilikuwa imeiandikia barua serikali ya Rais Samia Suluhu kulalamikia kuendelea kuzuiliwa kwa raia wake licha ya sheria za kanda ya Afrika Mashariki na duniani kuruhusu serikali kuwasiliana na raia wake. We have been engaging, uh, Including very early today. Na baada ya kukuru kakara ya takriban wiki moja sasa, hatimaye serikali ya Tanzania imesalimu amri na kumwachilia Boniface Mwangi ikifikisha idadi ya wa Wakenya ambao wamerejeshwa nchini kutoka Tanzania saba, serikali hiyo ikishikilia kwamba haitaruhusu hulka ya wanaharakati kumea katika taifa hilo. Emmanuel Emmanuel, Toro Runinga, Citizen katika ubalozi wa Tanzania Nairobi.